Wakati jeneza la hayati waziri mkuu wa zamani Raila Odinga lilipowasili kwenye uwanja wa Nyayo jijini Nairobi, mayowe, vilio na firimbi zilisikika kutoka kwa umati uliokuwepo uwanjani hapo. Tunaupokea mwili wa mwenda zake hapa uwanjani Nyayo. Vikosi vya taifa viliungana na kwa pamoja kuchukua usukani ili kumpa marehemu Raila Odinga heshima kamili za kiongozi wa taifa <mulia> Viongozi wa mataifa mbalimbali mbali walipata fursa kutoa heshima zao za mwisho. Mapema asubuhi, wa bunge, mawaziri na viongozi serikalini walipata fursa kumwaga rasmi hayati naibu waziri mkuu wa zamani Raila Odinga kwenye majengo ya bunge. Umati ulitulia pindi wanawe walipopanda jukwani kuzungumza Aya binti hayati Rosemary Odinga aliwashukuru waombolezaji kwa kumuenzi kigogo huyo. Itakumbuka kuwa shughuli hiyo ilitibuka jana, kwani umati wa waombolezaji ulijitokeza kwa wingi uliwazidi nguvu maafisa wa usalama. Mwanawe wa kiume Raila Junior alimkumbuka hayati Raila Odinga kwa kuwa baba na mwandani. Nindikwe baba, aheri. Asante baba, joy joy kwa leo, usalama ulioimarishwa katikati ya jiji la Nairobi na kwenye uwanja wa Nyayo kwenyewe. Binti yake mdogo Winnie, aliyekuwa na hayati Raila Odinga nchini India wakati wa kifo chake, aliimba nyimbo ya reggae aliyoipenda babake, kukumbusha umma Mjane mama Aida Odinga aliwarai wa Kenya kusameheana na kuimarisha uhusiano katika jamii. Alipopanda jukwani, rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta alipokelewa kwa shangwe na vigelegele na ujumbe wake uliwaunganisha wa Kenya. Kenya imepoteza kiongozi, kiongozi ambaye historia ya demokrasia katika taifa letu la Kenya haiwezi iandikwe bila la jina la Raila Amolo Odinga kuwa nambari moja. Rais William Ruto alikamilisha ibada hii kwa kuwakumbusha Wakenya kwamba nchi ni yetu sote. Maziko rasmi yamepangiwa siku ya Jumapili kwao nyumbani kwa marehemu Bondo, County ya Siaya. Thelma Mwadzaya, DW Nairobi, tukisalia huko Afrika Mashariki.